Baada ya pekua pekua ya maafisa wa polisi kwa ushirikiano na makachero wa EACC katika makao ya gavana wa Tranzoia George Natembeya eneo la mlimani mjini Kitale, kaunti ya Tranzoia Hatimaye tume ya EACC imetoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa Natembeya, ikibainika kuwa gavana huyo pamoja na maafisa wanne wa kaunti ya Trans Nzoia wamezuiliwa katika makao makuu ya EACC jijini Nairobi, wakihusishwa na ufujaji wa shilingi bilioni moja nukta nne fedha za kaunti. Natembeya anahusishwa na matumizi mabaya ya fedha katika kufanikisha baadhi ya miradi ya kaunti hiyo ikiwemo ujenzi wa afisi kuu za kaunti na hospitali ya Tomboya pamoja na ukarabati wa uwanja wa Kenyatta. Wakili wa Natembeya Ndegwa Njiru akiibua swala la ukiukaji wa sheria kuhusu kukamatwa na kuzuiliwa kwa Natembeya akitaja kuwa hawajaruhusiwa kuzungumza na mteja wao. Wakazi na baadhi ya viongozi ikiwemo kinara wa DAP Eugene Wamalwa wameonekana kughadhabishwa na tukio la kuzingirwa kwa makazi ya gavana Natembeya wakisuta serikali kwa kile wanachokisema ni kuangaisha viongozi wa upinzani. Wametuma askari hapa kwake, uh-huh. Wamefanya raid asubuhi ya leo, yes. Lakini leo tumekuwa hapa na mawakili yes. Na viongozi yes. MCAs wote na ile search imeonyesha ya kwamba hakuna chochote kimepatikana kwa gavana. Yule ataguza Mheshimiwa Gavana Natembeya, sisi tunaenda kupambana na wewe, yes. Kukamatwa kwa Natembeya kunajiri baada ya mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya kukamatwa na kuwasilishwa mahakamani kwa madai ya uchochezi, huku aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa akiendelea kuwindwa na maafisa wa polisi on, on that particular day, uh, on Friday, and, uh, they decided to shoot our, our car. James Mwangi, Undugu TV.